Kama ambavyo tumeweza kutembea katika hili soko la samaki Feri, soko hili ni soko kubwa, ni soko la kimataifa ambalo lina watu wengi, ambalo linategemea watu wa aina mbalimbali. Hivyo soko hili li, ni salama mpaka hivi sasa. Mnavyoona wafanyabiashara wamejitokeza kwa wingi kufanya biashara zao, lakini pia mmeona kila mahala wanunuzi na wachuuzi wamejitokeza kwa wingi. Hata wavuvi utaziona boti ziko kule e, za ndugu zetu wavuvi. Hivyo tuna kila sababu ya kuwashukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama vimefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha usalama wa raia na, na mali zake. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza Wanailala na Watanzania kwa ujumla kwa kuendelea kutii maelekezo ya serikali. Eh, kwa siku ile ya jana wengi walikaa majumbani na kusherekea nyumbani, lakini leo hii wengi wamejitokeza wameendelea kufanya kazi zao vizuri. Unakuta eneo kama hili la soko la samaki Feri ni soko ambalo lina mahitaji makubwa, ni soko ambalo linategemea wafanyabiashara wapate faida, ni soko ambalo linategemea wavuvi wapate faida. Lakini sambamba na hiyo, mmewakuta kuna wachuuzi ambao wananunua samaki hapa kupeleka maeneo mengine, lakini kuna ndugu zetu kama hawa ambao wanakuja hapa, wanauza barafu, wanategemea biashara ya samaki iendelee kuwepo lakini kuna mama zangu na dada zangu ambao wako huko nyumbani wanategemea wapate hawa samaki wa wakaange wauze mitaani, lakini pia sisi ambao tuko majumbani tunawategemea hawa samaki ili tuweze kuwala. Hii biashara kama amani haipo, maana yake biashara yote ina haifanyiki maana yake bei ya samaki itapanda. Yule anayetegemea kupata fedha hatapata, yule ambaye yuko nyumbani atakufa njaa, kwa sababu hana chakula. Hivyo tuna kila sababu ya kuhakikisha tunailinda amani yetu kwa nguvu zetu zote. Tunamshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhasan kwa kuendelea kuiapia na kuisimamia, lakini pia tunavishukuru vyombo vya ulinzi na usalama kwa kusimamia usalama wetu wa raia na mali zao. Lakini nitumie nafasi hii pia kuwapongeza na kuwashukuru sana wenye viti wetu wa serikali za mitaa katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Kwa kweli wenye viti wametoa ushirikiano mkubwa sana kwa maelekezo ya serikali eh. Kwa siku ile ya jana wengi walikaa majumbani na kusherekea nyumbani, lakini leo hii wengi wamejitokeza, wameendelea kufanya kazi zao vizuri. Unakuta eneo kama hili la soko la samaki feri ni soko ambalo lina mahitaji makubwa, ni soko ambalo linategemea wafanyabiashara wapate faida ni soko ambalo linategemea wavuvi wapate faida. Tanzania ni watu ambao wanapenda kuwasikiliza na kuwatii viongozi wao.